Assalamu As alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ndugu zangu katika imani, tupo katika mwendelezo wa darasa za kumtambulisha Imam Mahdi alaihi salam, na hii ni sehemu ya tatu. Tutapata kumjua majina yake, lakabu zake, kazaliwa wapi

Jina la baba yake ni Imamu Hasan al Askari alayhi salam, ni imamu wetu wa kumi na moja. Pia jina la mama yake ni Bi Narjis alaihi salam. Imamu Mahdi alaihi salam amezaliwa mwezi wa Shaabani tarehe kumi na tano mwaka mia mbili hamsini na tano. Imamu Mahdi alaihi ssalam amezaliwa Samura huko nchini Iraqi. Baba yake na Imamu Mahdi alaihi salam, Imamu Hasani al-Askari alaihi salam aliuawa kishahidi katika mwezi wa Rabiul Awwal. Imamu Mahdi alaihi salam alitawalishwa kuwa ni kiongozi hali ya kuwa na umri wa miaka mitano. Swali ambalo anaweza kujiuliza mmoja wetu kwamba ni vipi aliweza kuwa ni kiongozi wa Waislamu duniani kote, hali ya kuwa bado mdogo? Majibu yake ni rahisi sana, kwamba mbele ya Allah Subhanahu wa Jalla wa Ala hakuna kinachoshindikana kama aliweza kuwajalia maimamu zetu Imamu Muhammadi Taqi na Aliyu Naqi alayhim assalam kuwa ni viongozi hali ya kuwa na wenyewe bado ni wadogo. Ni huyo huyo Allah Subhanahu Jalla Waala alimfanya Nabi Isa alayhi salam kuwa ni kiongozi na hali ya kuwa bado ni mdogo kama ilivyosema Quran, baada ubillahi min sharri shaitani rajim qala inni abdullah atani alkitaba wa jaalani nabiyyan, akasema mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu, amenipa kitabu na akanijalia kuwa nabii. Na nabii maana yake ni kiongozi bi maana, alikuwa ni kiongozi hali ya kuwa umri wake bado ni mdogo. Na vile vile, ndugu zangu katika imani, tutaendelea kuleta darasa zitakazozidi kumwelezea Imamu Mahdi alaihi salam kwa mapana na mwishoni, tumuombe Allah subhanahu jalla waala amdhihirishe amuharakishe hoja wake aje aikomboe dunia tokamana na maovu na machafu na ukanamizaji na ufidhuli. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.